leo mwezi pili mfunguo pili 1446 mfunguo pili kwa maana ya dhulqaada ikiwafiki tarehe moja ya mwezi wa tano mwaka 2025 leo baraza kuu la waislamu wa tanzania bakwata mkoa wa mwanza tupo hapa Kijijini Chamvwa ni kata ya Mwambomba. Mwambomba wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza. Ndugu zetu wa kijiji hichi walikuwa hawana msikiti kabisa, na taarifa tulionayo wanaswali kwenye maeneo ambayo jua likenda huku, na no wenyewe wanahamia huku, almuhimu hakuna msikiti tumeamua Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwa fedha zetu za ndani kuanza kwenda vijijini na kusehemu ambazo zina shida kuhakisha mkoa wetu wa Mwanza. Hatu, hatuna uwezo wa kumaliza, lakini walau kupunguza, na leo tumetasharafu na kiongozi wetu shekhe wa wilaya ya Kigoma mjini Al-Haji Hussein bin Musa bin Hanzuruni Sheikh Kabeke, ambe yeye ni shekhe wa wilaya ya Kigoma mjini. Tumempa heshima hii kwamba yeye ndiyo atakayetuanzia kuchimba msingi wa msikiti huu, na tumeanzisha utaratibu wa kutambua baadhi ya watu kwa juhudi zao na kazi zao na mema wayafanyayo. Msikiti huu tumeamua hapa Chamvwa tumeamua kuupa jina la mtoto wetu binti yetu ambaye ni mtoto wa dada yetu. Tumemwona anainukia katika kheri anainukia katika baraka na kupenda kheri. Hata msikiti ule wa mabomba tuloupa jina la Hajat Fatuma binti Ibrahim, yeye amechangia kwa kadiri alivyojaaliwa na Allah, na wamechangia watu wengi, lakini tumeona ni binti amechukua silsila ya wazazi wake, amechukua mwenendo wa mama yake na baba yake na familia yao katika kupenda kheri. Nimeshangaa kumwona anachangia, kila mkisema atatoa mchango wake, hata kidogo atatoa. Nikasema huyu, katika kumpongeza na kumtia moyo na kuwafanya wengine wapende kheri, basi msikiti huu wa hapa kijijini Chamvwa, eh, Kata ya Mwambomba, tumpe jina lake na insha Allah, tunamwombea Mungu akipata fursa aje mwenyewe siku moja utembelee, unaitwa Masjidi Shaista bin Salim. Kwa hiyo tutafanya hivyo, na sote tuliokuja tuwe mawakala wa kuhakikisha msikiti huu nao unasimama, na nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wale wote ambao wanaendelea kutuunga mkono na nataka niseme wazi, tunaungwa mkono na Waislamu wa Mwanza, baraza lenyewe nguvu yake ya ndani, sisi viongozi mmoja mmoja kwa nafasi yake, lakini wako ndugu zetu, wako mpaka nje ya Mwanza, wako dada zetu, wajomba zetu, shangazi zetu, wako nje ya Mwanza. Kwa harakati hizi za kheri wanavyoziona wanatuunga mkono, na inshallah wao hawapendi kutajwa, lakini iko siku nitawaomba ridhaa yao tuwataje kwa namna ambavyo wanatuunga mkono. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi, hii ndio program tumeianzisha, na kazi tunavyoendelea, hii misikiti tumeamua tutaipa majina ya watu wetu, wapenzi wetu na hata viongozi wenzetu wa baraza. Sio jambo la ajabu, mbona wanakuja watu wanatoka huku na kule, anaita jina hili, jina hili tunaita, mbona hatuoni vibaya? Tuwaite watu wetu, tuwatie moyo, na sio mpaka tusubiri wamekufa. Hapana, mwingine yuko hai, tumpe jina lile la kwamba hu msikiti unao jina lake na yeye mwenyewe hutasharafu furahika au endelee kufurahi kwamba tumetambua heshima yake bado yuko hai. Kwa ufupi, nimalizie wa kusema tunamshukuru sana mzee wetu mzee Ibrahim, ambaye yeye ndio sababu toka tulivyoanza kule Mwambomba, sasa tumekuja hapa, yeye ndio sababu, na niwashukuru ndugu zangu ambao wa ni watoto wake make, na mimi ni mwanaye katika wanaye, na mimi nimo basi nimshukuru yeye baba yetu na niwashukuru watoto wake ambao ni ndugu zangu kwa namna wanavyosimamia tukituma kitu wanasimamia mara moja atakwambia tayari uwanja hichi tayari huu uwanja tumenunua siku moja tu tukamaliza na hapa tumeshaleta tofali kama mia nne tumeleta mchanga tumeleta sementi kidogo leo tutaanza kuchimba msingi na tumesema heshima hii tutampa shekhe wetu wa wilaya ya kigoma mjini nitoe shukurani nitoe shukurani tume anasema malayashkuru nasa la mtu kama ukuweza kuwashukuru watu basi hata mula wako uweze kumshukuru. Lakini pia sisi watu wa ahlu sunnati wal jamaa ahlu shafi e, tunasoma katika kitabu cha Alwarakati katika ukurasa wa nne kinasema katika zile hawasi tano, kwa hili ni jambo la kumshukuru shekhe wa mkoa. Hawasi tano za mwanadamu pia zina zinakwenda kwa kwa kwa, kwa ubora wake kwa katika hizi hawasi kuna hawasi ya kuona na kuna hawasi ya kusikia. Kwa Shekhe wa mkoa ametumia fursa hii e, kutumia hawasi ya kuona kwamba vijijini kuna tatizo na kuna shida ko, kwa ameona kwamba ni bora aje aone mwenyewe kuona shida wanayopata watu wa walioko pembeni ya mji, lakini hakutumia hawasi tu ya kusikia kwamba angesikia tu amekaa ofisini akawa anasikia tu, lakini kuja kwake kumemtia nguvu kubwa sana. Kwa ajili sasa, unaona ye mwenyewe amekuwa mstari wa mbele kushiriki baada ya kuona madhila wanaopata waislamu walioko katika maeneo haya. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru, na hapa ndio mtume anasema kullukum rai wa kullukum masul an rayati, kila mtu ni mchunga na kila mtu ataulizwa kunako mchunga wake. Sheikh wa mkuu angeulizwa amekaa ofisini watu wa huku sipa naitwaje kwamba wana Chamvwa. Shida gani? Chamvwa kuna shida gani? Kuna matatizo gani? Watu wanasali wanapigiwa na mvua. Yeye angeulizwa, angekuwa masuuli mbele ya Allah subhana wa taala. Lakini hili sasa heo, ye, leo ameondokana na dhima hiyo kwamba mkishindwa nyiwe wenyewe kuswali yeye ameshaondokana na nini, na dhima hiyo. Kazi imebakia kwenu, na misikiti hii iwe ni kheri kwetu isiwi ni shari. Tunajenga misikiti hii, tumetoka mbali kuja kushirikiana na nyie. Tunatamani tusikie amani na utulivu unapatikana, sio tena kesho na kesho kutwa tena msikiti umepasuka, watu wamepigana ngumi, watu wamepasuana, watu wamefikishana mahakamani, kuna nyumba ya Allah subhana wa taala. Tumejifundisha kwamba sisi kama viongozi sio kazi yetu kukaa wapi ofisini. Sisi kama viongozi ni kutoka nje kwamba kumbe tunapokaa kule ofisini kumbe kuna watu wana wanadhiki na shida kubwa, kuna Waislamu wanadhiki na shida kubwa katika vijiji vyetu. kwa Mwenyezi Mungu atupe kheri na baraka Amin. Na jambo hili tunalifanya tunalianzisha leo basi, Mwenyezi Mungu atie nuru Amin. Tuweze kupata wahisani na wafadhili mbalimbali waweze mbali. kujitolea kwa hali na mali Amin. Hasa Mwenyezi Mungu aweze kutupa kheri, msikiti hii iwe ni misikiti ya kheri, misikiti ya mafanikio Amin. Na tupate misikiti zaidi na zaidi. Nakumbuka tulipokwenda kule Mwamburui kuna mzee mmoja alisema yeye yuko um, e, tayari ilikuwa si mwaka gani, nimeusahau. Amejenga misikiti 111. Kwa hiyo nataraji msikiti ndani mkoa wa Mwanza, basi tuzidi hiyo misikiti 111 inshaallah, ili nafuu ya, ya Waislamu iweze kupatikana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Nahosini araina majina, naitwa ni Alibaritazari, ni mwenyekiti wa kitongoji cha eneo hili la mila, kijiji cha Chamvwa. Nashukuru kwa, kwa mkuu aliyekuja hapa kututembelea kutuletea msikiti mkuu wa mkoa wa Mwanza. Nashukuru na, na sana kwa, kwa kutuletea huu msikiti tena, tuwashukuru sana na wananchi wote, tumeshukuru tume ilipopatikana eneo kwanza, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji nilishukuru sana kwa kupata nani msikiti. Maana kijiji hiki kilikuwa hakuna msikiti, kwa leo sasa hivi kina nini? kina msikiti cha kuomba tu mkuu wa wa, shehe wa mkoa, tatizo letu tena maji. Kwa tunaomba maji katika kijiji hiki, katika eneo hili, ilikusudi yasogee ya kwenye, kwenye msikiti huu maji, ili tuwe tunapata mapema maji, huduma ya maji. Kwa hilo mkuu, shehe wa mkoa tashukuru sana kwa, kwa ombi niliyoomba kama hili Inshallah. E, Inshallah. E, e, na mkabizi mzee wangu wa, wa, wa eneo katika eneo la kitongoji hiki naye aweze kuongea mawili matatu sando, kwa niaba ya wananzengo Ah, mi nitazungumziwa machache tu la tajaribu kupitiapitia kadi yaviopitia nani mwenyekiti wa kitongoji. Kilio sana sana ni maji, tunaomba shehe maji, na tutashukuru sana kama ombi hilo itafikiriwa. Yani sina zaidi ya kusema, mi naitwa Mariamu Senga masiinakaa kijiji cha Chamvwa. Ninashukuru sana kutujengea msikiti huu, yani nilikuwa sidhani tutajengewa msikiti. Tulikuwa tunasalia kwenye mti wa wa, wa nani, yani yaani mti ilikuwa ni mbaya mno, tulikuwa tunaweka tunatuna, nani fronia najijiwa nani mevea Yaani tuliktulikuwa tunahangaika mno. Ikija mvua, tulikuwa tunasumbuka tuna, tuna, tuna, tuna eh, tuna mno, ila tunaomba, na maji hatuna maji. Tunaomba mtujengee na maji, mtuchimbie mabomba tupate maji. Chamvwa hatuna maji kabisa, tunakunywa tuna maji mabaya. Yaani tunasumbuliwa tuna, tuna na tumbo, tunaumwa kila siku tumbo, tunaenda hospitali naenda kulazwa. Yani maji ni mabaya, tunaomba mtujengee msikiti, tunaomba mtujengee na maji, mtuletee na maji. Mimi naitwa Maria Nicola Budewa, mwenyeji wa kijiji cha Chamvwa. tunashukuru sana kutuletea msikiti. Tunawashukuru sana wabakwata kutukumbuka. Tulikuwa tunaswalia nje, ikija mvua inaanza kutunyeshea, lakini sasa hivi tunashukuru sana kutujengea msikiti kwenye kitongoji chetu cha Chamvwa. Mmefanya vizuri sana. Tunamshukuru sana shehe aliyejitoa kuja kutuona kutujengea msikiti.

Zamani tulikuwa tunaswalia chini kwenye mti, lakini leo tumepata msikiti katika kijiji chetu cha Chamvwa. Tunashukuru sana watu wa Bakwata, pamoja na shehe na watu wote tunawashukuru sana kutuletea msikiti katika kijiji chetu cha Chamvwa. Tunashukuru sana mbarikiwe sana mbarikiwe sana. Kwa jina naitwa Shehe Musa Ibrahim ni mkazi wa kijiji hiki cha Chamvwa na ni msimamizi, ni imamu wa kijiji hiki cha Chamvwa. Ninashukuru sana, nilikuwa ni ni naswali nje ya, ya mti lakini sasa hivi kwa dua kwa, kwa zetu na kilio chetu, tunashukuru kuja kutuona shehe wa mkoa tupo kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, ambayo tulikuwa tuna swali kwenye mti, mvui ikija tunakimbia ndani ya nyumba, lakini sasa hivi tutakuwa tumeshukuru kwa ujio huu. Sheikh wa mkoa amekuja kuona namna tulivyokuwa tuna swali, lakini kwa sasa tupo hapa, tumepata fursa kwa, kwa ajili ya Allah subhana wa taala. Sasa hivi tutakuwa tumeswali, tupo hapa. Nashukuru sana hii timu ya Bakwata imekuja kuzindua msikiti wa kijiji hiki cha Chamvwa. Mimi kwa jina naitwa Ibrahimu Lufunguro Kisinza, jina maarufu e. Napenda na kuchukua nafasi ni washukuru Bakwata na pia ni mshukuru shehe wa mkoa wa Mwanza, Shehe Kabeke e, yani kwa namna ya kututembelea, kufika kijijini, na ndio maana tunanufaika na kupata nani msikiti kama hii msikiti huu na msikiti wa Mwambomba, ambao kwamba hatukuwa na msikiti. Kwa hiyo ninawashukuru sana Bakwata, baraza kuu la Bakwata, nani hapa hapa nani kwa Mwanza, ndugu e, zanguni na wadau wengine ambao wametuwezesha kuwa na msikiti mzuri kama wa Mwambomba na huo leo hapa. Nafikiri kwa hili nawashukuruni sana e,